Bunge la Iran pia limeweza kupitisha sheria ambayo inawafanya kuwa kosa la jinai kuweza kutumia Starlink, huduma ya mtandao wa satellite ya Elon Musk ambayo pia huwasaidia watu kuweza kuunganishwa na internet wakati watawala zinapozima eh, huduma. Yaani tunaweza tukasema kwa lugha rahisi ni eh, masuala mazima ya VPN kwa sababu unaweza kutumia eh, mfano kama uko hapa Tanzania unaweza kutumia eh, mtandao wa wa Marekani huko wa, wa, wa Uingereza wa wapi wapi wa wapi kutupia eh, kutumia hizi VPN. Sasa eh, kuna Aina hii ya Starlink ambayo inamilikiwa na Elon Musk e, sasa kwa nchi ya Iran imeweza kupigwa marufuku endapo mtu ataonekana watasadikika kuweza kuitumia hii, hilo ni sawa sawa na kesi ya jinai ambayo inaweza kumhukumu e, e, vifungo vya kutosha tu kutokea huko Iran. Sasa wanaokiuka sheria hiyo wanaweza kukabiliwa na faini kubwa, kifungo cha miaka miwili gerezani, au hata kuweza kuchapwa viboko. So ukikamatika, ujue kabisa una miaka miwili gerezani au ukikamatwa, basi stiki na fimbo nyingi sana zitakuwa kwa upande wako. Sasa, Starlink pia imekuwa kama uhai wa kidijitali wakati wa kuzimwa kwa huduma za internet hasa kwenye maeneo ya migogoro kama vile vita vya hivi karibuni dhidi ya Israel. Sasa, Tehran inataka huduma hiyo ikomeshwe na hiyo si kuhusu udhibiti wa internet. Kikao hicho pia kiliweza kupitisha sheria hiyo inayosema kuwa ushirikiano wa aina yoyote na mashirika ya kigeni unaweza kuadhibiwa kwa kifo. Hakuna taarifa rasmi pia ambazo kuhusu kuhusiana na eh, Wairani wangapi wanatumia Starlink, lakini ni wazi kwamba idadi hiyo kubwa eh, kiasi cha kuweza kufikia serikalini kuwa na wasiwasi. So bado hawajatambulika kwamba ni watu kadhaa ni mtu idadi kadhaa ya watu ambao pia wanatumia hiyo eh, eh, Starlink. So endapo pia utakamatika na ukajulikana kwamba wewe unatumia hiyo, jua kabisa una kifungo cha miaka miwili gerezani and then kwa adhabu nyingine pia utaweza kuchapwa viboko kutokana na nchi ya Iran kuweza kupitisha kwamba Starlink ambayo inamilikiwa na Elon Musk hakuna kutumiwa katika nchi yako. Yapi maoni yako kuhusiana na drop comment yako hapo. akmetisha kinoma noma chao